Nataka nikusaidie kufahamu principles, kanuni chache chache tu, tutakupa chache. Mungu akutupa wakati mwingine, tutaenda somo zima, kanuni chache zitakazokusaidia kutengeneza nidhamu ya ik nidhamu ya pesa. Kanuni ya kwanza, spend less than you earn. Unaweza kuiona ni kanuni rahisi sana, lakini wengi imewagonga na wengi unajua kabisa imekugonga huko mtaani, wanasemaga watanzania wote wezi. Nilikuwa nauliza kwa nini wanasema watanzania wote wezi, inagundulika ni kwa sababu kipato cha mtanzania ambacho ni fomo, ukikiweka ukaweka vitu anavyomiliki, gari anayoendesha, vinakinzana. Kwa hiyo kuna sehemu, kuna kipato kinatoka. Sasa huko kinakotoka, serikali haijui, mume anaweza kuwa hajui, mke hajui, lakini kuna kipato sasa, kinatoka wapi kama hakuna magazi juto yanayofanyika? Wenzetu kuna nchi ingine inakuwa ngumu kwa sababu everything is in the system, every penny that comes to you iko kwenye system, utailipia. Huku kwetu ni ngumu kidogo, lakini kwa nini wengi tunashindwa kutumia matumizi madogo kuliko tunavyopata? Kwa nini wengi wetu matumizi yetu yanaonekana kuwa makubwa kuliko vipato vyetu? Sasa nataka nikupe kanuni hii hapa, itakusaidia. Kanuni inasema hivi, how much you you make minus how much you spend is equal to how much you you keep. Sasa how much you keep ndio saving, tunaelewana. Unachukua unachopata mshahara wako, bustani yako, mayai ya kuku kiuza, biashara ya keki kwenye harusi unayofanya siku za Jumamosi, unachukua ile yote, unatoa matumizi. Ukishatoa matumizi, jibu linakuja kile unachoweza kuhifadhi. Sasa hauwezi kufika kwenye kuhifadhi kama haujui matumizi yako, utatoa nini? Sasa hujui wengi wetu hatujui ma hivi unafahamu majority population, watu wengi sana. Ukiulizwa swali la haraka, wewe ni baba, una watoto watatu nyumbani, kwa mwezi unatumia shingapi kwenye matumizi ya domestic ya chakula? Hujui. Kwa nini maisha yetu ni yale, baba nanii kuna elfu ishirini natakiwa unatoa, baba nanii kuna elfu kumi unatoa, hivi mbona leo umeondoka hujaacha unatuma lakini you don't have a picture kwamba kwa mwezi unatumia shilingi gapi? How can you? Kwa nini una estimate ya matumizi, inaweza isiwe accurate, lakini ni vizuri tunashauri uwe na estimate ya matumizi yako kwa mwezi. Kwa mwezi unatumia shilingi gapi kwenye simu yako? Simu yako communication na data unatumia shilingi gapi kwa mwezi? Unaweza kuwa unafahamu kwamba ofisi labda inaniwekea, kwa hiyo unajua ile ya ofisi inayokuwekea vipi, ile unayoongeza ile ofisi ikiisha, okay. Luku inatumika shilingi gapi kwenye nyumba yako? mnatumia kiasi gani kwa mwezi kwa energy umeme maji gesi ni vizuri kutengeneza na kwa nini wengi tumekuzwa hivyo ni kwa sababu tumetoka kwenye familia ambazo zilikuwa hazina hiyo tabia wageni wakija wamekaa wanaongea mama ndio anauliza hela ya soda baba anajikunja anatoa soda zinaletwa mama anauliza soda tu bila kitafunio anajikunja tena natoa sasa, umelelewa kule. Ndio maana ni vizuri kuanza kuwatreini watoto wetu discipline ya fedha. Mimi na watoto wawili, kuanzia, wanakuwa akija na need ya 5000 nampa 10000 alafu ananiambia umenipa kubwa, naambia kaa nayo tu. Alafu inatokea siku nyingine ananiomba need ya elfu mbili namwambia you have money kwa hiyo akaja kugundua kumbe baba akikupa zaidi sio ya faida. Kaa nayo kwa makini sana kwa sababu kuna kipindi utaenda kikavu, haangaiki na wewe. Kwa baadaye nikaja nikagundua, nikimwambia kitu, au akiniomba kitu ananiambia daddy don't mind I still have the savings. Najua shule imefanya nini? Imeingia. Ikafika time wameanza kuwa wakubwa mnakwenda holiday, anasema, so daddy, I know you're busy now kutafuta wewe We, going for holiday this December. So, drinks zote za that tukiwa tunapata drinks save yani, kwa vinywaji kwaio akiagiza jusijusi aambomesha, anajitosa mwenyewe kunisaidia, sio ndio? Unakuwa na mtoto 6 unashangaa, huyu mtoto anatumia kila, kila, kila siku anasema, mbona hana sababu? Ameona hata wewe huna. Asiye na discipline anazaa na kulea wasio na discipline. kuna mtu ananielewa? Kwa jifunze discipline ya kujua matumizi yako. Okay. Social michango nini, jifunze hivi ni shilingi ngapi unatoa. Don't go beyond your expectation. Usikae tu unaloka, "Ya michango itatua wakati unatoa." unatoa unatoa. Kwa hiyo unajua kabisa mimi kwenye social natumia kiasi hichi. Nilikuwa naongea na client na wangu mmoja jana, ananiambia mi nafanya biashara na mama ya kufanya, tunaprovide kwenye, kwenye tenda za serikali na nini, lakini hela haijen. Nikamwambia mama anapeleka pesa, mama akishaipata tu yote anapeleka kanzani kwao. Ni vizuri ujue uko kwa Mungu, unapeleka ngapi. Kwa sababu, Mungu naye anafahamu na wewe una maisha. Kuna mtu ananielewa sasa. Ile namba pale chini how you, how you, what you keep, ile unayokeep inaenda maeneo mawili ile unayo keep ile unayo save inakwenda kwenye savings, savings. Nyingine inakwenda kwenye investment. Ukisikiliza akina Jack Ma mabilionia wale wa, wa, wanavyozungumza kuhusu walivyofanikiwa, ukisoma vitabu akina Rich Dad Poor Dad kina Kiyosaki vingi, wanakwambia watu wote waliofanikiwa duniani kiuchumi waliwahi kuwa na ajira, kuajiriwa, waliwahi kufanya kazi kwa mtu wakaja kuanza kupartner. Kwa hiyo walikoanza kutokea na kubadilisha maisha yao ni hapo, <clears throat> yani kile kidogo walichokuwa nakiweka pembeni, hicho hicho discipline ndio iliwasaidia kutoka. Kwa hiyo the rule of the thumb is, it is it not much how much you make, it is the discipline that you you have into how much you make. Kuna mtu ananielewa? Ishu sio hela ngapi unatengeneza, nyingi au ndogo, mshahara mkubwa au mdogo, hautakaa utoshe milele. Ishu ni una nidhamu ya kiasi gani kwenye hicho kidogo unachokipata. Unawezaje kuvumilia ushawishi na saikolojia ya pesa inavyokwambia, nunua, badilisha gari hilo, umekalama muda mrefu sana, bora mshahara wako umepanda hivi, hujui wewe ni director Tuendeshaje gari hilo lilokuaga kabla hujawa meneja, kalika sauti, saiko pesa inakushawishi, inakushawishi na wewe unasema haki ya Mungu ni kweli. Unaenda kukopa, unachukua gari, mkopo umeongezeka, makato yameongezeka, kuna vitu ambavyo unashindwa kufanya. Lakini ulichokuwa nacho, uliyokuwa nayo ilikuwa ni usafiri. Kuna mtu ananielewa? Sasa kwenye hii kanuni ya kwanza, kuna vitu natamani kukusaidia. Huyu jamaa anaitwa Warren Buffett, wengi mnamfahamu, sio? Warren Buffett anatusaidia kwenye swala la Savings. Watu wengi wananiambia hivi, Dr. Mauki unatufundisha kuhusu saving, hatuwezi kusevu kwa sababu hata hela yenyewe haifiki mwisho wa mwezi, unasevu vipi kisichosevika? Sasa naomba nikuambie, nimesema, di ni discipline, natakiwa discipline. Namba moja, Warren Buffett anasema, do not save what is left after spending, instead keep and spend what is left afterward. Sa, kosa wengi tunalofanya ni hivi, unasema, mwezi huu kwenye mshahara wangu nimejiwekea nitasevu laki tatu. Unajiwekea hivyo kwenye imani, halafu unaanza kutumia, unatumia katikati mwezi, unajikumbusha wewe, roho yangu, kumbuka unasevu laki ngapi? Laki tatu. Roho haikumbuki hilo jambo, ukifika mwisho wa mwezi, hela imeisha, kwanza haifiki hata mwisho wa mwezi. Warren Buffett anakwambia, sevu kwanza, iweke ile laki tatu pembeni kwanza, alafu ndio utumie ilio Ukifanya hivyo utakuwa na discipline kwa sababu laki tatu imeshawekwa. Okay, nakupa saikolojia namba moja ya pesa. Saikolojia namba moja ya pesa. Nidhamu yako ya pesa itaongezeka pale ambapo unajidistant na pesa yako. Unajua kujidistant, unajiweka mbali. The more you put your money closer to you, the more it will convince you. Kuna mtu ananielewa? Jinsi unavoweka pesa karibu na wewe ndivyo jinsi inavyokukonvince. Ndio maana watu ambao wana shida ya matumizi mengi tunawaambia weka limit ya amount ya kuweka kwenye pochi yako. Usiweke hela nyingi kwenye pochi zaidi ya ubongo wako unavyoweza kuimanage. Kama ubongo wako una manage 20000 mwisho, usiweke 50000 kwenye ubongo wako, kwenye, kwenye pochi yako. Ubongo utataka iondoke, itumike ili ibaki na ile inayomanage. Ndiyo maana mtu aliyezoea kukaa na laki mbili ukampa milioni ataitapanya yote mpaka ifike laki mbili, alafu anaanza kuona maisha yanaendelea. Kwa hiyo usiacha kutembea na pesa nyingi sasa mabenki amekuja na policy ya kukusaidia kuweka hela karibu na wewe, don't you think kwamba wanakupenda sana? That is a good business, kwa sababu the more they put it close to you, the more wanavyokuwekea karibu na wewe, ndivyo jinsi ambavyo utatumia sana. Jinsi unavyotumia sana, unafanya transaction sana. Ukifanya transaction sana, wanakata zaidi. Wanavyokata zaidi, wanakutangazia kwa mwaka huu 2024 tumetengeneza 64 billion. <laughs> Because of your foolishness of staying close to money. Sasa benki ikija karibu na wewe ikakuwekea urahisi wa kupata pesa yako, inakurahisishia maisha, lakini sio kama wanakupenda sana tena. Wengine wanakwambia ulipo tupo, <laughs> na wengine wanakwambia conveniently everywhere, kwa hiyo hapo iko karibu na wewe kwa hiyo ukisema mimi na save, sitaki kabisa hii hela ije kwenye Tigo Pesa hapo inakuambia unaweza kuchukua kwenye benki ukaweka kwenye Tigo Pesa ukichukua kwenye Tigo Pesa nasema ah, sitaki kuitumia ukiangalia kushoto kuna save imeandikwa wakala yaani huwezi kukaa nayo itatoka tu kuna mtu ananielewa